Kwa majina naitwa Adam Bonifasi Mkambati, nilikuwa mgombea wa udiwani kata ya Ramadhani kupitia tiketi ya chama cha ukombozi wa umma cha umma, pia ni mwenyekiti wa kata ya Ramadhani wa chama cha umma, lakini leo hii nimeona ni vyema ikimpendeza Mungu kusimama mbele yenu hapa kuungana na chama cha mapinduzi, watu wose. Aea, kikweli nimependezwa sana na mzee wangu baba yangu. Nimeona jema leo nimuunge mkono niwe pamoja naye kwenye chama cha mapinduzi kisirikali pamoja Sijanunuliwa, sijapewa hongo, sijapewa rushwa. Na ukiangalia hapa kuna picha ipo, tupo wawili tu. Nimekaa, nimetafakari, nimeona kwamba jina la kwanza lipate tiki za kutosha, maendeleo. Hiyo ndiyo Itulike <coughs> nayo ijua Itikieni makofi mengi mengi sana sana sana sana. Tunakwenda kuwa na Itulike ambayo haina unyonge kwenye maendeleo. Tunaenda kuwa na Itulike yenye sauti kwa jamii. Tunaenda kuwa na Itulike yenye upendo kwa jamii. Kati ninagombea, natangaza kugombea hapa. Kila mmoja, yaani cha kwanza mlikuwa mnasema lami. Cha pili mnasema lami. Cha tatu mnasema lami. Sasa mganga wa lami ni Deo Mwanyika na amepatikana, mpigeni mkono sana. Lami yenu iko kwenye ilani. Anaondoka kwenda Dodoma kwenda kusukuma lami ianze kutengenezwa hapa, na ninakuhakikishia kubwa ni hili la lami. Tembea <tipatikana> shuleni nilitembea kule Mpumbwe, nimetembea karibu kila mahali Tumekwenda Mahewe. Kila mtu aliniambia, Mheshimiwa Mbunge, sisi hapa tunahitaji barabara ya lami. Ndugu zangu, habari ni njema, lami itakayowekwa sasa ambayo tumeshaipigania itakuwa lami ya kilomita kumi. Na lami hii tunasema sasa itaanza kujengwa, mkandarasi ataanzia pale Ramadhani. Piga makofi mengi. Kwenye mikataba imeshaonyesha mkandarasi atakayekuja kujenga lami hii sasa, haendi tena Wanging'ombe, anakwenda Ramadhani, anajenga kilomita kumi. Na wote mnajua akipiga kilomita kumi, ina maana yuko mpakani kwetu, tunawaachia watu wa Wanging'ombe wamalizie kwa bila safari, watafuta hela zao. Kwa hiyo katika kipindi hiki, katika barabara za vipaumbele, hii kwangu ndio kipaumbele namba moja.